Na wengine wanaleta istihza. Ukivaa nguo ya sunna ipo juu ya fundo za miguu, unamwambia hii ni sunna, yeye anafanya mubalagha, yeye anarefusha, anakuambia acha mimi nifanye faradhi, wewe fanya sunna, mimi nazidisha, nafanya faradhi. Mtu analeta istihza kama kufuga ndevu ni sunna, acha mimi nifanye faradhi, ni nyoe. Na mambo kama hayo yanaweza yakamtoa mtu katika Uislamu bila kujijua. Mtu anaingia msikitini, anaswali, lakini katika dairatullah, mbele ya Allah mtu fulani si mwislamu kisha atoka katika Uislamu muda mrefu bila kujijua, linakufa tunakwenda kulizika, hatujui kumbe nilikafiri murtad muda mrefu, sababu ya kuleta istihza kuleta shere, utani katika masala ya dini. Angalia katika surati, katika surati, katika surati Tauba, habari za vita vya Tabuk. Masahabu wametoka katika vita vya Tabuk, wanarejea katika mji wa Madina wanatokea baadhi ya watu wanakwenda wanaongea wanaambizana wenyewe kwa wenyewe ya kwamba, ma raaina mithla haula arghabu buthuna wala alsuna wala akdhaba alsuna wala ajban inda alliqa. Watu wametoka vitani, wanaambizana ya kwamba kwa kweli hatujawaona watu ambao wanapenda kula sana, na watu ambao ni waongo waongo kwenye maneno, wala hatujapata kuwaona watu ambao ni waoga vitani kuliko mtume na maswahaba zake. Allahu akbar! Mmoja katika maswahaba akasikia yale maneno nafsi kamchafuka, akasema siwezi nikavumilia haya maneno. Anawaambia wale watu, wallahi nakwenda kumwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam namna mnavyosema kwamba mtume na maswahaba zake wanapenda kula, ni waoga katika vita, pia ni waongo waongo. Mtume ni mwoga katika vita? vya Uhudi katolewa meno kafa akiwa na kovu katika bapa lake la uso. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mihjan chuma, kimeingia kisu cha ncha kali, ncha mbili, kimeingia katika bapa la uso la mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaja Abu Bakari Siddiqi radhiyallahu anhu, anavuta kile chuma, hakitoki kwa mikono, ikabidi Abu Bakar angate na meno. Unasema ni muoga mtume sallallahu alaihi wasallam? sange libaki nyumbani kwake, singelitoka vitani, lakini kafa na makovu alaihi salatu wassalam. Anashushiwa heshima kwamba ni mwoga vitani, kazi yake ni kula yeye na maswahaba zake. Yule sahaba akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam na lile kundi la kinafiki ambalo limesema hayo maneno likafika pale, linamwambia Mtume, ya Rasulullah, anayesema fulani ni muongo si mkweli. Sahaba anajisikia uzuni kwamba maneno aliyomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama hawa wanasema kwamba ni ya uongo, lakini baada ya muda

Sema ewe mtume, kuambia hivi Allah, na aya zake, na mtume wake, ndio vitu vya kufanyia shere? Mmekosa mazungumzo hadi kumsema mtume anapenda kula? Haya maneno ni mepesi kwenye ulimi kuyatamka, lakini angalia katika upande wa sheria. Allah anawa anamwambia mtume awaambie wale watu, la ta'tadhiru ta, hakuna udhuru mtakaotoa, qad kafartum ba'da imanikum. Allah ndiyo anathibitisha kwamba nyinyi mmekwisha kuwa makafiri. Mwanzo mmekuwa ni Waislamu, mmekuwa na imani, lakini kwa sababu ya maneno yenu si Waislamu tena, ni makafiri na ndio wale ambao wanakejeli sheria za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtu una ndevu za kutosha, unakwenda sehemu, hata katika familia, ewe anajisikia mwili upo sawa, nataka kuoga, maji yapo yapo, umeandaliwa maji, amna sabuni, sabuni ipo lakini, ao mandevu yako yatamaliza hii sabuni Allahu akbar! Unakejeli kitu alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwamba ayo mandevu mandevu man yako hayo. La ilaha illa Allah.